Kujitokeza kwa mzee wetu jaji mstaafu Joseph Warioba, mimi nasema ni dawa ya matatizo tuliyoyapata na tunayoyapata, kwa sababu huwa tunasema uzee ni dawa, kwa sababu majira mengi tunayoyapitia, unakuta wao wana uzoefu na tayari walishayapitia ya na kujua majibu yake ni lini, lakini pia